Mashambulizi makubwa ya Urusi dhidi ya mji mkuu wa Ukraine ya usiku yameua angalau watu wawili na kuwajeruhi watano, wakiwemo watoto wa miaka miwili kwa mujibu wa maafisa. Meya wa Kyiv Vitali Krichko amesema kwamba Urusi ilizindua mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya mji mkuu. Mtu mmoja ameuawa na watu kumi kuokolewa katika eneo la Dniprovski baada ya mabaki ya droni kugonga gorofa moja ya jengo la makazi mtu wa pili ameripotiwa kufariki katika wilaya ya Dipro ambako jengo lilishika moto, amesema Trishko akiongeza kuwa watu kumi wamehamishwa. Katika wilaya ya Pechodiski, kipande cha kombora kilichopasuka kimesababisha moto, na katika Daniski mabaki ya droni yalisababisha moto mwingine kwenye jengo ghala na mnara wa makazi. Mapema Jumatano, Trishko alisema mlipuko uliripotiwa katika angalau wilaya nne na kusababisha vio vya nyumba kuvunjika na kuwasha moto katika baadhi ya majengo. Maeneo mengine nchini Ukraine pia yameshambuliwa usiku huo. Oleh Syniehubov, gavana wa mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine, amesema miundombinu ya reli na magari yameharibiwa katika shambulio lililofanywa na ndege zisizo na rubani. Mamlaka za Ukraine zimetangaza tahadhari ya anga katika mkoa wa Zaporizhzhia. Mkuu wa mkoa wa kusini wa Odessa Ole Kiper amesema mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameharibu miundombinu ya nishati na bandari katika jiji la Ismail. Mashambulizi haya yametokea wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiendelea kumshawishi mwenzake wa Marekani Donald Trump kutoa makombora ya masafa marefu aina ya Tomahawk ili Ukraine iweze kushambulia ndani zaidi ya ardhi ya Urusi na kupata nguvu katika mazungumzo ya usitishaji vita. Ingawa Trump hapo awali alikuwa ameonyesha utayari fulani kuhusu wazo hilo, alibadilisha msimamo wake Ijumaa wakati wa mkutano wake na Zelensky katika ikulu ya White House. Mabadiliko hayo yanakuja siku moja baada ya mawasiliano kwa njia ya simu kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin. Wakati wa mazungumzo hayo ya simu, viongozi hao wawili wamekubaliana kukutana kwa mazungumzo, lakini matarajio hayo yaliyeyuka Jumanne baada ya maafisa wa pande zote mbili kusema kuwa mkutano huo hautofanyika hivi karibuni. Hii ni Poa Africa.